Kisa hiki kilitokea hapo zamani, baina ya mwanamke na shetani. Walikuwa wanagombania ni nani mkubwa zaidi na mwenye nguvu kwenye ushawishi. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Siku moja shetani na mwanamke walikuwa wamekutana na wakaanza kubishana kila mtu alikuwa anadai kwamba mimi ndio nina nguvu ya ushawishi ya kumpeleka mtu kwenye maasi na kumrudisha tena, hata kuharibu ndoa. Shetani akaanza kusema kumwambia yule mwanamke, akasema kwamba, unamwona fundi yule pale, fundi cherehani yule, mimi naweza kuharibu ndoa yake. Mwanamke akasema, nenda kaiharibu ile ndoa, ila kumbuka mkewe anampenda sana, na kuwatenganisha watu ambao wanapendana ni vigumu sana, kwani hata mke anampenda sana mume wake. Shetani akasema niachie mimi hiyo, mimi naiweza. Shetani akatoka, akaanza kumshawishi yule mwanaume, alifanya kazi kubwa sana ya kuweza kumshawishi, lakini shetani alishindwa. Akarudi kwa yule mwanamke akamwambia, hakika nimeshindwa. Yule mwanamke akasema, basi mimi ninaweza kazi hiyo, ninaweza kumwachanisha fundi cherehani na mkewe, ninaweza kuwatenganisha. Shetani akapinga tena kwa ukali na akasema kazi ambayo nimeshindwa mimi hautaiweza wewe. Kazi ambayo nimeshindwa mimi kumtenganisha yule mwanaume au kuivunja ile ndoa, basi hata wewe hautoiweza. Mwanamke akamwambia, wewe si umeshashindwa? Kaa kimya, niachie mimi niweze kulifanikisha lile ambalo ninakuahidi. Shetani akasema basi, niko hapa na kusubiria kama utaweza. Hakika wewe utakuwa ni mshawishi mkubwa katika dunia hii, na itabidi nikuheshimu na nikuogope. Yule mwanamke akatoka na akaenda kwa fundi charahani na kumwambia fundi, samahani, habari za leo, pole na majukumu. Unajua fundi, unaweza kunisaidia kitu kimoja? Fundi akasema kitu gani hiko? Ah, kitu ambacho tu kinahusu hapa na kazi zako. Fundi akasema asante, ikiwa kinahusu hapa kwenye kazi zangu, nitakusaidia haina shida. Yule mwanamke akasema, unajua ndoa ya mtoto wangu wa kiume inakaribia, kwa hiyo naomba unitafutie kitambaa kizuri ambacho hicho nikienda kumwonyesha mtoto wangu atakipenda, ili ampelekee mtarajiwa wake kwa ajili ya harusi. Nataka kitambaa cha kipekee cha kipekee kabisa, na wewe fundi, naamini unajua hilo. Fundi akasema hilo halina shaka, nitakusaidia subiri ni kuangalizie akamwangalizia kitambaa ambacho ni cha kipekee na kizuri yule mwanamke akatoka shetani anausoma tu mchezo akaenda mpaka katika nyumba ya yule fundi yani nyumba ya yule fundi cherehani ambako mkewe yupo alivyoenda akabisha hodi "Hodi wenyewe mke wa yule fundi akajibu, "Karibu." yule mwanamke alivyokaribishwa, akasema, "Samahani dada, njaa inaniuma, tangu asubuhi sijala, naomba unisaidie chochote kitu, au hata kama chai au hata maji ya kunywa nisaidie." yule mwanamke wa fundi ni mkarimu sana na anapenda kuakirimu watu, akasema, basi subiri ni kuandalia chai mara moja. Akaingia jikoni akaandaa chai. Wakati ule mwanamke wa fundi anaingia jikoni kuandaa chai, yule mwanamke ambaye yupo katika vita na ligi na shetani akanyanyua kile kitambaa akakifunga nyuma ya mlango wa chumbani kwa fundi. Baada ya hapo alivyorudi yule mwanamke wa fundi hakujua kilichoendelea, maana baada ya kukifunga akarudi sehemu ambayo alikaa, akapewa chai, akanywa, akashukuru na akaondoka. Punde fundi aliporudi nyumbani kwa ajili ya chakula cha mchana, akakuta kile kitambaa ambacho kimeombwa kwa ajili ya yule mwanamke ambaye aliyekuwa katika mbishano na shetani, mwanamke ambaye ndio alienda kwa fundi kumwomba amtafutie kitambaa cha kipekee kwa ajili ya mtoto wake wa kiume ambaye anataka kufunga ndoa. Fundi akashtuka na akashangaa, ina maana kitambaa hiki cha kipekee ambacho hakipo kabisa hapa mjini ndio kimeletwa hapa? Yaani mke wangu ni mchumba wa mtu, anataka kuolewa hivi karibuni. Fundi alihamaki, alipata hasira, akaamua kumwacha mkewe muda ule ule kwa sababu ushahidi umeshajitoshereza, hakuna zaidi. Fundi akasema kumwambia yule mwanamke ambaye aliyekuwa mke wake, baada ya kumwacha, kusanya vyako, mi narudi kazini, nikija hapa nisikukute. Hakika weye ni msaliti mkubwa. Akarudi kazini. Shetani ameushuhudia ule mchezo, joto likapanda, akasema eh, huyu mwanamke ana mbinu kushinda mimi. I see, wanawake ni viumbe hatari. Shetani akajikaza kujikontrol. Yule mwanamke ambaye yupo katika ligi na shetani yupo katika ushindani na shetani ya kutaka kujua kwamba nani bora katika ushawishi. Akamwambia tena shetani, umeona? Shetani akasema e hey, nimeona. Akamwambia hili ni dogo, mbona naweza kuirudisha ndoa sasa hivi, yani ndoa hii ambayo imevunjika muda si mrefu, naweza kuirudisha sasa hivi. Shetani akamwambia unasemaje? akasema naweza kuirudisha ndoa hii sasa hivi. Shetani akasema haya, irudishe. Yule mwanamke akaenda kwa fundi cherahani. Baada ya kufika pale kwa fundi cherahani, akamwambia fundi, samahani, nimekuja tena kwa mara ya pili, hivi unaweza kunisaidia kitambaa kingine? Maanayake nilienda sehemu, yaani baada ya kunipa tu kile kitambaa. Baada ya kutoka hapa, nilienda sehemu, ikanikuta swala, nikaomba niswali. Baada ya kuswali, kile kitambaa nikakiweka, baada ya kukiweka kile kitambaa nikakisahau. Kwa hiyo nikaamua bora nije hapa tena, unisaidie kitambaa kingine, fundi, ah. Kumbe alienda nyumbani kwangu akaomba kuswali ndio akakisahau kile kitambaa. Fundi pale pale, kabla ya kile kitambaa kutoa kingine cha kipekee, akaenda akamkuta mkewe anakusanya vitu aondoke, maana alishamwacha. Akamwambia, nimekurudia mke wangu, wa naunisamehe. Akamweleza kilichotokea moja, mbili, tatu, na akarudi kutoa kitambaa kingine cha sampo kwa ajili ya ndoa. Huyu mwanamke ambaye alikuwa katika ligi na shetani, shetani baada ya kushuhudia ndoa imerudiwa, yaani, ndoa imekuwa hai mara ya pili, shetani akazimia pale pale, hakuweza kujizuia. Kisa hiki kinatufundisha kwamba mwanamke akiamua, laki Shetani anasubiri kwenye ushawishi, kwenye kutengeneza lolote ambalo analitaka lifanikiwe, shetani anasubiri. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie wake wema, na dada zetu na mama zetu wawe wema, wasiwe kama huyu mwanamke ambaye amemfanya hadi shetani azimie. Hakika si mzuri katika jamii na haifurahishi, na mbele ya Allah subhanahu wa taala ni makosa makubwa. Ewe mpenzi mtazamaji, kama umepata kufurahishwa na kisa hiki, basi usisahau kuraiki, kukoment hapo chini, kushea video hii kwa wengine, ili wawezi kupata simulizi na visa vyenye maadili katika dini ya Uislamu. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa niseme jazakum llah khaira, uhibbukum bila hudud wahadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.